Kamanda wa polisi mkoa wa Temeke David Misime amekataa kurekodiwa na kamera wakati akitakiwa kutoa taarifa ya maendeleo ya hatua zilizochukuliwa dhidi ya askari wa kituo cha polisi cha Ng'ombe maarufu kwa jina la Mejedoto kwa kushirikiana na Bwana Shirazi Suleiman wa kampuni ya Subcontractors Limited kufuta ujumbe mfupi wa maandishi alizotumiwa mjane amina mazoea ikimtaka kukutana na bwana shirazi usiku kuanzia saa nne akiwa ya peke yake ili kumsaidia kupata kiinua mgongo cha marehemu mume wake mwanahabari wetu sam mahela ana taarifa zaidi katika kufuatilia sakata la mjane amina mazoea aliyofiwa na mumewe marehemu mhamed saidi bakuli aliyekuwa mfanyakazi wa kampuni ya Subcom Tanzania Limited kama tarishi kwa zaidi ya miaka kumi na mbili kabla ya kupata ajali na kufariki dunia, ITV ilifika kwa kamanda wa polisi mkoa Temeke kwa lengo la kujua hatima ya kesi hiyo ambalo kwa mujibu wa baadhi ya viongozi waliokuwa katika kituo hicho siku ya Ijumaa wiki iliyopita walisema baada ya kuchukuliwa kwa maelezo ya wahusika wote akiwemo mjane Amina, Afande Meja Doto pamoja na Bwana Shirazi, kilichokuwa kimebakia ni kusikilizwa kwa kesi hiyo katika mahakama ya kijeshi iliyofanyika katika kituo hicho ili majibu yapatikane. Lakini siku ya jumatatu ya tarehe 19 Machi lipotakiwa kutoa maelezo kama kamanda mkuu wa mkoa huo aligoma na kusisitiza mashtaka ya kijeshi yajakamilika kwa sababu wanasubiri taarifa kutoka kampuni husika ya simu kubaini ujumbe mfupi wa maandishi zilizofutwa. ITV imemshuhudia mjane huyo akiwa na mdogo wake na mwanaye mchanga ambapo wameomba viongozi wakuu akiwemo waziri mkuu Mheshimiwa Mizengo Pinda pamoja na wanasheria kujitokeza kumsaidia kupata haki yake. Wananiambia kwamba niende kule nikadai madai yangu mimi kama mimi sasa. Mwende wapi? Niende kule kwenye ile kampuni ambayo nilikuwa na mume wangu anafanyia kazi. Ana, wananiambia kwamba niende nikawadai. Sasa sielewi kule nitaenda vipi na wakati mimi hoja yangu nilipeleka kwao na wanasema ushahidi bado haujakamilika wanafuatilia. Na sasa, mimi nachoomba Watanzania na viongozi wote wanisaidie kutokana mpaka sasa hivi sielewe wapi niingilie, ninakaa tu kwa mtu nahifadhiwa, hakuna eh, mtu wa kufutana kwenda kuvichukua na hatuna hata sehemu ya kuweka hatuna sehemu ya kukata chakula pia tunakuwa shida kwa kupata. Sasa, Tu Tanzania, na wazi, na wazili, mkupinda, kwa kupata mi naomba tu Watanzania na waziri mkuu Pinda tusaidie kwa hili kwa tatizo letu. Mratibu na afisa sheria kutoka kituo cha usuluhishi Bi Elizabeth Muangwa amesema wamesikitishwa na changamoto anazopitia mjane Amina katika kutafuta haki yake na kuahidi kushirikiana na wanasheria wengine kumsaidia. Sisi tumepanga ku, kuwasiliana na Subcon Company. Tutawasiliana na wenye kampuni tujue atapataje haki ya mume wake, kwa sababu ni haki yake kwake alikuwa mume wake, tutawasiliana naye mwenye kampuni na atapata haki yake. Mkurugenzi wachama, wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA Bi Ananilea Nkya ameomba jeshi la polisi kusimamia haki katika kesi hii ili Watanzania waendelee kuliamini jeshi la polisi. Inakuwaje inachukua muda mrefu kwa jeshi la polisi na hasa niseme, ili jeshi la polisi kwa mkoa wa Temeke kuweza kufuatilia huo mtandao wa simu wa Tigo kuweza ku, kuweza kuweka hadharani hizo hizo jumbe ambazo alikuwa anatuma mtumio kwa huyu binti. Nadhani kwa jeshi la polisi kuendelea kuchelewesha hivyo kutajenga hisia kwa wananchi, sasa kwanza kuuliza ni kitu gani kinatokea hapa, kuna jambo gani la chini la kwenda hapa? Kutoka Dar es Salaam, Samaela ITV.